Wapiga kura waliothibitishwa na, na wapiga kura na baada ya uhakiki kwa daftari la kudumu la wapiga kura ni laki tano na tatu mia tano na themanini. Wapiga kura waliopiga kura kumchagua rais wa Zanzibar walikuwa ni laki tatu arobaini na moja elfu mia nane sitini na tano sawa na asilimia sitini na saba nukta tisa ya watu wote waliokuwa na sifa ya kupiga kura. Kura zilizoharibika zilikuwa ni elfu kumi na tatu mia tano na thelathini na nane sawa na asilimia nne. Kura halali alizopata kila mgombea zilikuwa kama ifuatavyo: Mheshimiwa Hamis Idi Lila ACT e Wazalendo 1225, sawa na asilimia 0.4. Mheshimiwa Juma Ali Khatibu wa ADA-TADEA 1562, sawa na asilimia 0.5. Mheshimiwa Hamad Rashid Mohamed wa ABC elfu tisa mia saba thelathini na nne sawa na asilimia tatu, Mheshimiwa mweshimiwa Said Sud Said wa AFP ni elfu moja mia tatu na tatu sawa na asilimia 0.4, Mheshimiwa Ali Khatibu Ali wa CCK 1980 sawa na asilimia 0.6 Mheshimiwa Dk Ali Muhammad Shein wa CCM kura laki mbili elfu tisini na tisa mia tisa themanini na mbili sawa na asilimia 91.4 Mheshimiwa Muhammad Rashid Masud wa CHAUMMA ni mia nne tisini na tatu sawa na asilimia zura zero nukta mbili Mheshimiwa Seif Sharif Hamad wa CUF ni elfu sita na sabini na sita sawa na asilimia moja nukta tisa Mheshimiwa Taabu Musa Juma Demokrasia Makini ni mia mbili na kumi sawa na asilimia sufuri nukta moja. Mheshimiwa Abdalla Koba Hamis wa DP kura mia tano kumi na mbili sawa na asilimia zero nukta mbili. Mheshimiwa Kasim Bakari Ali wa Jahazi asilia ni elfu moja mia nne na sabini sawa na asilimia sufuri nukta nne. Mheshimiwa Saif Aliidi wa NRA ni mia mbili sitini na sita sawa na asilimia sufuri nukta moja. Mheshimiwa Isa Mohamed Zonga wa SAU ni elfu mbili na kumi na nane sawa na asilimia sufuri nukta sita. Mheshimiwa Hafidh Hassan Suleiman wa TLP ni elfu moja mia nne na tisini na tisa sawa na asilimia sufuri nukta tano. Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar tayari imekamilisha matokeo ya wagombea na imeridhika kuwa matokeo ni sahihi. Kwa hivyo kwa mujibu wa katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984 kifungu cha 34 na sheria Zanzibar ya uchaguzi wa Zanzibar ya mwaka 1984 kifungu cha arobaini na mbili kifungu kidogo na cha nne natamka na, na kumtangaza mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein wa Chama cha Mapinduzi wamechaguliwa kihalali na wananchi kwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi.